Msafara wa Jipange na Viusasa kwa ushirikiano na Royal Media Services umeingia ukanda wa Magharibi, ambapo wakazi wa kaunti wa ya Kakamega wana fursa ya kipekee kukutana na watangazaji nguli wa Radio Citizen na Mulembe FM, idhaa zinazotawala mawimbi ya utangazaji eneo la Magharibi. Mwanahabari wetu Stephen Shitera hivi sasa anaungana nasi moja kwa moja kutoka Gambogi, kaunti ya Vihiga, unakoanzia msafara huo, atupashe mengi tu ambayo yanaendelea Bila shaka msafara maarufu wa Jipange na Viusasa ushatua katika ukanda huu wa Magharibi, na bila shaka ni msafara tu ambao unakutana na wapenzi watazamaji wa vipindi vya kuburudisha kwenye kiunzi cha Viusasa. Kumbuka kiunzi cha Viusasa kinaongoza nchini, manake hapa utapata kila aina Uh, ya, ya, ya, ya, ya vipindi ambavyo unatarajia, vipindi vya kuelimisha, vipindi vya kuburudisha na pia vipindi vya kuweza kukupa uh, taarifa mbalimbali. Na hii leo msafara unaanza rasmi katika kaunti za eh, Kakamega. Na Vihiga uh, hii leo msafara unaanzia Gambogi na tuko tu kilomita moja tu uh, kuingia katika soko la Gambogi, kaunti ya Vihiga. Kutoka Gambogi, msafara utaelekea majengo na kisha utatua katika kaunti ya Kakamega, Lubao, Matete, kambi ya Mwanza na uh, uh, hata vile uh, Lurambi uh, kuweza tu kukutana na mashabiki wa vituo vinavyotawala mawimbi ya utangazaji katika eneo hili, naongelea Radio Citizen naongelelea Mulembe FM, naongelelea Sulwe FM na nazungumzia pia Vuka FM na watangazaji tu maarufu wako kwenye msafara huu, watakuwa wakisukuma ujumbe wa Viusasa uh, kwamba kwa shilingi hamsini unajiunga kwenye kiunzi cha Viusasa, na ukishajiunga kwa kiunzi cha Viusasa uko na nafasi murua zaidi ya kutazama vipindi kwenye kiunzi hicho, na pia una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kujishindia shilingi elfu hamsini kila siku, shilingi nusu milioni kila wiki, na zawadi kubwa kabisa, shilingi milioni mbili ambazo mshindi ataweza kuzawadiwa kutokana na ile shughuli tu ambayo ni ya kujiunga na Viusasa kwa shilingi hamsini unapata kutizama uh, vipindi vya kukuelimisha, kukuburudisha na kukufahamisha, na wakati huo huo unapata fursa ya kujishindia pesa taslimu. Niko na msimamizi au mkuu wa vipindi kwenye Viusasa Esther. Huyu ndiye amebeba mikoba yote. Uh, kwa hivyo ataweza tu kutudadavulia, uh, mambo yalivyo kwenye Viusasa na msafara huu mzima wa Viusasa. E, kama ulivyosema, tumekuja Western Kenya, tuna tunaenda Chava, tunaenda Gabogi, tuelekea Chavakali, tumalizie Matete leo. Kesho vile vile tutakuwa katika kaunti hii ya Western. Uh, in the last 3 4 weeks tumekuwa na washindi wengi kutoka Western, tuko na washindi kutoka Bungoma, Kakamega uh, na maeneo mengi sana, so tumekuja na msafara wetu kuwaletea pesa zao nyingi na pia kufa, kuhamasisha hao wengine waendelee kujiunga na Viusasa na waeze kushinda. Uh, leo saa nane tunamtangaza mshindi mwingine wa half a million na tuna hope atakuwa amekuja kutoka Western Kenya, kisha tumpelekee cheki yake. Katika wiki hii tuko Western kutoka leo hadi Saturday, um, kisha twende bonde la Ufa. So tuna jiandaa kuanza msafara, tunafurahia kuwa Western. Tutakula kuku mingi sana na pia tuache pesa mingi sana. So kila siku tunapeana shilingi elfu hamsini kila wiki, half a million kisha mwisho wa draw tutapeana 2 million. So tunawahisi watazamaji wetu, mafans wetu kujeni mkutane na sisi tuliko huku nje, tusherekee tuburudike, na pia tuweze kujishindia zawadi nyingi nyingi, pesa, t-shirts, reflectors na vitu vingi kama hivyo. Bila shaka umesikia kwamba hapo uh, kuna nafasi ya kujishindia A pesa taslimu na pia kuna zawadi kemkem kem kwenye msafara huu. A, watangazaji nilikuambia wako hapa. E, cutie anajiita the girl child representative <mimu> lakini jina lake la kitambulisho anaitwa Anne Shitera, Shitera mambo, mambo vipi? Niko sawa kabisa. Sawa kabisa hata tuko tuko ready kujipanga na na na na view view. Sasa mambo ni aita view sasa, ni ni hapa hapa kwenye lazima tujipange, unajua Christmas Christmas inaenda kukuja. Imagine ukiondokea 2 2 million million million million kama wewe nini time ya Christmas? Kumbuka each and every day kuna kuna 50000 Kenya shillings, alafu weekly half half, so, half a million. Half a a, vile umesikia amekwambia, leo leo ndio draw inafanywa, so mtu anaondokea million hiyo jina ni kubwa tena sana, au sio? So leo tuko Gambogi, tuko eh, tuko Chavakali, tuko Sigalagala. Manzee, watu wa Vihiga tungojeeni. Mnajua vile si ufanya, tutakuwa na burudani of course, kutakuwa na zawadi kemkem -kem. Kuna cash prize, kuna mwavuli, kuna t-shirt mazetu. Nataka kujipanga na Viusasa sasa, si unajua vile vijana, si ufanya so vijana ni 50 bob peke yake. And the more you subscribe, the more chances for you to win, so nataka tuchangamke, una subscribe pale kwenye paybill 724177, hiyo ndio paybill number. Cheza nayo yani, na vijana tuchezekaa sisi because this time round atuwezi acho nyuma, tujipange na nini na Viusasa <laughs> Bila shaka anaongea lugha ya majenzi, na tukiongelelea burudani, tukimalizia Mwanahamisi, tunaye mwanamuziki kutoka eneo hili, amevuma zaidi eh, kwa nyimbo za kuweza kuchangamsha umma. Tueleze tu mchango wako kwenye Jipange na Viusasa hii leo utakuwa upi? Mpango mizuri ni kwamba watu watapata burudani kutoka kwa Lisanga Generation nikiwa msimamizi, na tuna wanamuziki wengine ambao wana niko na wao katika hii barabara, ni denzi tu ili hali Mujue kwamba Viusasa na amajipange na Viusasa ni nini. Kwa hivyo ninawaambia mjitokeze kwa wingi kwa sababu hii ni zawadi yetu watu wa Ingo. So kwa hivyo watu wa Mulembe muje kwa pamoja na mtanataka musikize hii. Pandu bahinga nanga ni shibala. Pandu bahinga nanga ni shibala. Mwakalore, pandu mwakalore. O mwakalore, pandu mwakalore. Urirane hamba kwa kane. Njoo tukutane. Pamoja kwa umoja tujipange, ama upangwe. Asanteni sana. Bila shaka huyo ni Emmanuel Musindi mporomoshaji um, wa vibao kama hivyo kutoka ukanda huu wa Magharibi, na bila shaka inaenda kushika kasi kuanzia eneo la Gambogi, na ndio maana msafara huu unaondoka e, muda mchache tu ku, ku, ku, kuanzia sasa. Bila shaka, Mwanahamisi, sina la ziada. Nachukua fursa hii kuweza tu kuwapelekeni kwenye mapumziko na taarifa zaidi kwenye Sema na Citizen zitaendelea.